Ungana na mimi twende pamoja, Shinde tukamchukue Remi. Je, yeah, Remi ni nani? Kuna kijana aliwahi kunikuta kwenye live ya TikTok akaniomba mno kwamba nitakapoleta mnada mkoani, anaomba awepo kufanya promotion. Nilipoleta mnada Kahama, huyu kijana alikuja mpaka apartment niliolala akalala nje kunimendea anione, bad enough hatukufanikiwa kuonana kwa sababu aliuza simu ili apate nauli ya kuonana na mimi. Long story short, leo nimemfata kijana huyu maeneo ya Shinde kuona naye kwa mara ya kwanza. Ndo yule kule, nakuja na tisheti ya njano. Aliponiona tu maskini, akaanza kulia oh. Unajua bwana, binadamu Mungu alivyotuumba kila mtu ana kila aina ya uwasilishaji wa furaha yake. Kuna jinsi ya mtu kuwa overexcited at the point you can't hold your tears. So nikawa na mwenkaraji kwa kucheka ili kumtoa kwenye moment ya kulia, Akaja mwenyewe akanivaa mwilini, hakujaleta. Hii ni stendi, watu wanatushangaa maskini. <laughs> Basi bwana, mi nikamchukua Remi, tukapitia supamaket, tukapitia masokoni kufanya shopping, kwa sababu sikuwa nimenunua chochote toka nimefika jana. Nilikuwa na mengi ya kuongea na Remi, lakini tusingeweza kuongea ikiwa hajala. Nyankumbu ndo jina la soko hili. Nimeshangazwa sana na upendo wa watu wa huku, unawaongesha, wanakulazimisha kukuongezea ile kauli ya jisikie upo nyumbani imefua dafu sana kwa watu wa Geita, na mimi pia. Siku sita kumwambia Remi jisikie huko nyumbani. One thing about Remi ni mchangamfu mno. Hebu msikilize akisalia chakulabaabaikichakula hiia jina laautaabaihaachawa mara ya kwanza nakula home sauce. Nakuomba nikiamini, unatenda nakushukuru. Amina. Sijawai kuomba <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hiyo yote ilikuwa ni furaha ya remi kuniona au furaha ya remi kupata fursa ya chanzo cha kipato. Nilipata wasaha wa kuongea na remi, tujue tunafanyaje au namsaidiaje kwenye yengo ya yeye kuinuka kiuchumi

Kiachana na ucheshi wa Remi, he was too excited kana kwamba alishindwa kujibu angependa kufanya biashara gani. Mi nilimpa mda, nikamwambia nenda kajitafakari, utarudi kuniambia. <coughs>